E, bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vina history kubwa na ndefu sana hapa town bwana, ni urafiki wa Diamond na Ommy Dimpoz. Eh, bwana, urafiki wa Diamond na Ommy Dimpoz ni wa, ni wa muda mrefu sana. Nadhani utakuwa unafahamu hilo. Eh, Diamond tokea kipindi kile ndo anaanza kufanya vizuri katika muziki wa Bongo Flava bwana. Mshikaji wake wa karibu sana, swaiba wake alikuwa ni Ommy Dimpoz kwa muda mrefu. Umeona bwana. Kwa hiyo eh, kutokana na hilo tukaona kwamba Ommy akawa, kutokana na urafiki wa Ommy na Diamond wakawa mpaka wanashirikiana katika baadhi ya kazi. Kuna ngoma kadhaa ambazo Ommy Dimpoz amefanya kolabo na Diamond. Ommy Dimpoz eh, alikuwa kama mwanafamilia kwa Diamond, umeona bwana, walikuwa ni brothers hawa, Yaani, hata Nigeria kushuti. Diamond akienda anaenda na Ommy Dimpoz, akienda South Africa anaenda na Ommy Dimpoz, na And then, kuna kipindi hapa wakaja, mambo yakawa tofauti, wakagombana na walivyogombana, kila mtu akawa anafanya mambo yake. Lakini unajua kwamba hawa vijana sasa hivi wote wameshafanikiwa, wote wamejipata, wako na fedha eh, washakuwa watu wazima eh, kwa hiyo yale maugomvi hapa ya na pale bwana yakajaga yakawa yameisha tu from nowhere, na wakawa na urafiki tena kwa mara nyingine, na sasa hivi tunaweza kusema wazi kwamba urafiki wa Diamond na Ommy Dimpoz umerudi kwa kasi mno. Umeona bwana, kila shughuli ya Diamond Ommy Dimpoz yumo. Uh, kila tukio ambalo Diamond analifanya Ommy Dimpoz yumo, iwapo kama kutatokea hmm? Ikatokea labda kwa mfano Eh, kuna kazi au kuna project ambayo Diamond anaenda kufanya kama zamani alivyokuaga, ni kwamba Ommy Dimpoz naye pia atakuwemo. Hata hivi sasa hivi inachozungumziwa and inacho zaidi ni urafiki wa Diamond na Jux. Maona bwana, kwa hiyo sasa hivi ukaribu wa Diamond na Jux ndio umemeke headline zaidi kuliko hata Ommy Dimpoz Omed, na ndio maana watu hawamchukulii serious au hawafuatilii wa sana au kuzungumzia urafiki wa Diamond na Ommy Dimpoz, lakini tunaona kwamba kila sehemu ambayo Diamond anakuwepo, Ommy naye pia yupo. Sasa basi wadau, kuna baadhi ya watu kama nilivyokwambia, watu wengi sana wamekuwa hawajajali sana kuhusiana na ukaribu wa Diamond na Ommy Dimpoz kwa sasa hivi, lakini wapo watu wa kufuatilia sana vitu kwa karibu na wame notice hiyo issue kwamba sasa hivi bwana Diamond na Omi wamekuwa na ukaribu to the maximum. Sasa basi nataka hapa ni kusomee baadhi ya page ambazo zimekuja kuanzisha mijadala na wameanza kulizungumzia swala hili la ukaribu wao hawa wawili, Diamond na Ommy Dimpoz, kwamba umekuwaje kwaje au nini ambacho naendelea labda Ommy Dimpoz sasa hivi amepata nafasi ya kuwa kiongozi au kuna uongozi wowote ule ambao Ommy Dimpoz ameupata katika kampuni ya WCB, kwa sababu before tulikuwa tunafahamu kwamba Ommy Dimpoz alikuwa anafanya kazi GSM, na kuna controversy ambayo ilitokea ikasemekana kwamba Ommy Dimpoz uh, bwana amefukuzwa kazi pale GSM lakini baada ya hapo ni kwamba yeye mwenyewe akaja akaklia akasema kwamba bado anafanya kazi pale, ili ni kama familia. Kwa hiyo kama kuna chochote ambacho kimetokea, watu wamekisikia, basi ni vitu vya mitandaoni. Umeona bwana, so hivyo ndivyo situation ilivyo, lakini ukirudi kwenye main point, ni kwamba tokea hizo rumors za Ommy Dimpoz zikufuzwa kazi GSM, sasa hivi tumekuwa tukimwona yuko Benet sana na Diamond. Umeona bwana, so hapa kuna page hapa ameandika kwamba bwana, hivi karibuni hapa, kuna peji hapo ameandika kwamba Ommy Dimpoz na ana cheo gani WCB? Hilo ndo swali ambalo watu wanajiuliza. Kutokana na ukaribu wake kupitiliza na Diamond Platinumz, watu wameanza kuhoji kwamba je, kuna cheo chochote labda Ommy Dimpoz amepewa pale WCB? ya so, sasa hapa nataka nikusomee baadhi ya peji ambazo zimeripoti na zimehoji au zimeanzisha mjadala kuhusiana na hii issue. Kwa mfano hapa kuna peji hapa ameuliza kwamba Ommy Dimpoz ana cheo gani pale WCB. Alafu pachini wakaandika kwamba hivi karibuni Ommy Dimpoz amekuwa karibu sana na Diamond Platnumz. Safari ya kwenda kwenye harusi ya Juksi na Pris, Nigeria, walipanda ndege moja, lakini pia vilevile kilichonishitua au kilichoshitua watu wengi, eh, wengi zaidi ni hii safari au tua ya Diamond Platnumz ambao ameenda kuifanya huko Ulaya, kwani Ommy Dimpoz pia ni miongoni mwa watu ambao wameongozana na Diamond Platnumz then akaendelea hapa kusema kwamba Baba Levo ameenda kwa sababu ni mfanyakazi wa Wasafi. Then wakaendelea hapa kutoa maelezo e, ukiachana na Baba Levo kwamba yeye ni mfanyakazi pale Wasafi FM na Wasafi TV, lakini pia vilevile vile, wengine hawa ni familia, kwa sababu inafahamika kwamba e, Diamond ukiachana na Baba Levo ameenda na familia. Umeona Bwana Noeli ameenda kwa sababu ni designer wa Diamond Platnumz. Wakina Esma mama yake na wale watoto wa Esma wameenda kwa sababu ni ndugu wa Diamond Platnumz. Salamu SK ameenda kwa sababu yeye ni meneja. Romy Jones ameenda kwa sababu ni DJ wa Diamond Platnumz. Juxy ameenda kwa ajili ya kutumbuiza pamoja na Diamond Platnumz, hivi ni pamoja na Diamond Platnumz hivi sasa hivi eh, sa sasa kwa sababu anafahamika kwamba ana kijiji chake Nigeria, hivyo basi ni mtu wa muhimu sana kuwepo. Je, Ommy Dimpoz ameenda kama nani? Je, anacheo chochote pale WCB? Msiseme kwamba ameenda kama rafiki, maana Diamond Platnumz ana marafiki wengi sana, wakina Haji Manara, Aristote Dolvani na wengine. Je, kwa nini awaache hao amchukue Ommy Dimpoz? Je, nauli na, na gharama za kumuhudumia Ommy Dimpoz huko ugaibuni zina, zinatoka kwa Diamond Platnumz, au kwa Ommy Dimpoz mwenyewe? Kama zinatoka kwa Diamond Platnumz, kwa nini pesa hiyo asingewapeleka hata wazee wazee wa, waze wa, zandani wa kina Ricardo Momo eh, akale bata? Maana yule ni ndugu yake kabisa. Na pia vilevile vile angempeleka hata mtangazaji mmoja wa media yake ili akale bata na vilevile na vile apate exposure na alete content. Ukaribu wa Diamond Platnumz na Ommy Dimpoz ni mjadala mkubwa sana kwa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, lakini hakuna jibu sahihi kwamba kwa nini wawili hao kwa sasa hivi wamekuwa washikaji sana, ingawa hapo zamani walishawahi kuwa na ugomvi tena mkubwa. Unaona, hiki ndio kitu ambacho nilichokuwa nazungumza hapo awali kwamba uh, Ommy Dimpoz bwana na Diamond waliingia katika ugomvi mzito sana. Unakumbuka uh, Ommy Dimpoz bwana aliingia katika ugomvi mzito kwa sababu Ommy Dimpoz kuna baadhi ya vitu ambavyo alivizungumza kuhusiana na mama mzazi wa Diamond, kitu ambacho kilimkera Diamond kama unavyoelewa kwamba Diamond ukishaleta michongo ya kumzungumzia mama yake na nini, hususan vitu negative, huwa ana mind. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni moja kati ya sababu ambazo zilipelekea urafiki wao ukayumba. Sasa hivi umerudi na haijajulikana kwamba ni ushikaji tu au labda kuna business zinaendelea au labda Ommy Dimpoz ana cheo pale WCB. So hicho ndo kitu ambacho watu wanajiuliza huko mtandaoni, lakini pia vilevile vile wakaendelea hapa kusema kwamba, lakini cha kujiuliza ni kwamba ukaribu wa Ommy Dimpoz na Diamond unahusu una, una nini? watu wengi sana una, u, watu wengine, kwani ni dhambi kuwa karibu? dondosha maoni yako hapa hapa watu bwana, wamepewa fursa ya kuweka maoni yao kuhusiana na hii inshu ya ukaribu wa Diamond na Ommy Dimpoz. Kama unavyoelewa kwamba bwana Diamond ni celebrity mkubwa, kwa hiyo lazima watu wataanza kujadili e, kuhusiana na watu wote ambao wanamzunguka umeona bwana? So kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba bwana, unazuia kusema kuwa tusimtaje kama rafiki kwa sababu anao marafiki wengi. Mbona hajaenda na wakina Oska Oska, kwa sababu ni wafanyakazi wa Wasafi? Au kwa nini hajaenda na Ricardo Momo, kwa sababu ni ndugu yake na ni mfanyakazi wa Wasafi? Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu Sokombe bwana ni mtunza sauti za wasanii, kwa hiyo lazima awepo. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu Sokombe bwana, kwani WCB wenyewe wanasemaje? Kwa mtu amekuja hapa ameandika kwamba bwana, hapo bwana ni kwamba itabidi mfanye utafiti, mje mtupe majibu nyinyi wenyewe, kwa sababu bwana nyimbo kuna nyimbo anataka waitoe kwa hiyo ameenda kushuti huko. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu sasa kwa bwana acha kudanganya watu. Kuna mjadala wa ukaribu wa, wa Diamond na Ommy Dimpoz. Huo mjadala bwana unaleta wewe. Kwa mtu amekuja kuandika hivyo. So it is what it is. Watu wanahoji. Ukiwa kama mdau na kipi cha kusema, weka maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.